Habari za leo. Leo tarehe 29, bila shaka tuanze. Mashabiki wa Simba wamejipanga vipi kuelekea mchezo wa ligi kuu, lakini siku ya Jumapili mchezo muhimu kabisa. Uh, awali yote kwanza ni mtangulize au tumtangulize Mwenyezi Mungu au Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndiye ametusababisha wote tukutane hapa leo na wakati huu na majila haya. Kwa hiyo kabla tuanza kuongea Mungu kwanza, alafu mengine yanafuata ndio maandalizi ya poje kama mashabiki majikiwa kiasi gani kuisapoti timu kuelekea mchezo huo wa Jumapili, bila kusahau mchezo wa leo, mchezo muhimu kweli kweli. Uh, kabla hatujaenda huko mm, sawa, katika mchezo wetu mm, uh, wa Jumapili mm, mchezo wa nne. Sawa, uh, kabla hatujaenda kwenye mchezo wa nne, kuna mambo ya msingi kwanza tunatakiwa tuyapase, tuyazungumzie tu huh? alafu nipo twende katika huo mchezo. Sawa, tusiende mbele kabla huku nyuma kuna shida. Sawa, ndugu waandishi wa habari, tumewaita tume hapa kwa ajili lengo moja tu, tuna mambo ya kuzungumza. Jambo la kwanza kwenye klabu yetu ya Simba, kuna changamoto imejitokeza mpya. Inawezekana wapo watu wengine mnafahamu, ila naamini mashabiki wa Simba Sports Club, wengi wao hawafahamu. Ninaposema changamoto maana yake nini? kuna mashabiki au tunasema influencers wa klabu ya Simba Sports Club ambao influencers maarufu ambao wana nguvu katika mitandao ya kijamii na mashabiki mbalimbali mbali, wanawahamini hao watu. Mwisho wa siku, kuna changamoto imeingia, kuna kiongozi ameenda kuwanunua. Hadi sasa tunavyoongea, wameshanunuliwa na na, sasa hivi wanaimba nyimbo moto ya mapambio ya kumpambia huyo kiongozi nopna <laughs> <laughs> <laughs> idara tofauti tofauti pale za uongozi, sawa. So, ninaposema kiongozi namaanisha ni mwenyekiti aliyokalia kiti, kiti cha klabu ya Simba Sports Club ambaye ni Mangungu. Mangungu, siku saba zilizopita, Mangungu aliweza kuwanunua influencers wa Simba takribani kumi na tano Lengo lake ni nini? Lengo lake ni kuwanyamazisha kuwanyamazisha wasiweze kumshambulia katika mitandao ya kijamii wasiweze kuwazibua masikio mashabiki mbalimbali, ambao wanatumia gharama zao kubwa kununua jezi, lakini pia kununua tiketi kwa ajili ya kuisapoti klabu ya Simba Sports Club, lakini pia kulinda, kulinda heshima yake na kulinda cheo chake kisionekane kwamba yeye hafai, kumbe anafaa. Leo hii wale influencers baada ya kuongwa hela ndogo sana, sio nyingi, kama shilingi ngapi hapo? Yaani kuna ukisajabu ya Musa mm. twendeni tukayaone klabu ya Simba mm. ni pesa ndogo sana, wameongwa shilingi laki mbili mbili tu, tayari wamegeuka akina Kisugu. uh -uh, Kisugu JB, <laughs> Dr. Mo, eh. lakini pia pasi milioni Mandala, nikianza ni, ni, ni, ni kuhesabu hapo, wako wengi hapo, umefika watano sawa eh? Lakini hakilanu wote wamenunuliwa. Lengo lao nini? ni kwa nyamazisha. Ni kweli, baada ya kutoa kupewa ile pesa, kilichofuata nini? Mapambio walianza, wako Dodoma, wakaanza kumwimbia Mangungu, sema Mangungu ni mitano tena. Yaani ni kitu ambacho mimi malaika wa Simba hakilai, niliumia niliteseka usiku mzima nilijuza swali, hao watu wamelogwa? Na wewe uliweza kupigiwa simu, uweza kununuliwa, msimamo ulikuwa tofauti. Mimi nilipigiwa simu hiyo, ni serious, hata Mungu ananiona. Aliyekupigia simu, nilipigiwa simu. Na nani? Siwezi kumsema ni nani, lakini aliniambia hmm, njoo kwenye kikao. Kikao cha nini? Nikauliza, kaniambia mwenyekiti wako anakuhitaji. Nikasema kama ni mwenyekiti nini, siji. Lengo lengo liko ni nini? Ni moja tu nilishajua na kwa sababu mimi ni malaika nina kibali cha Mungu. mm. Mungu alishaniambia kwamba usiende kwa sababu mm. tayari kuna rushwa unatembea katika klabu ya Simba, mnaenda kunyamazishwa kufungwa midomo yenu, ili mradi msiweze kuitetea klabuanu ya Simba. mm. Klabu ya Simba sasa ina hali mbaya ndugu waandisha habari, na hali mbaya inasababishwa ni, ni kiongozi wetu mwenyekiti Mangungu. Watu wa waelewi, ninaposema Mangungu maana yangu mm. ni nini? Mangungu ni mwenyekiti wa klabu ya Simba, hakiwezi kufanyika chochote kile kwenye klabu ya Simba, iwe usajili iwe siku kuingia mzaburi chochote kifanyika, lazima Mangungu atie saini yake. Yeye ndiyo bosi, Magori hanamsaidia Mangungu. Labda hichi kitu ambacho watu hawaelewi. Kwa hiyo sisi mashabiki, mimi malaika niko na ndugu yangu pacha wa Simba, niko na ndugu yangu dani wa Simba, wenye mapenzi ya dhati na klabu ya Simba tukasema hapana Simba inaenda inaendelea kuteketea, mashabiki wa Simba dokta mao wanafurahia sisi Simba kuandika historia mbaya. Tumefungwa mara tatu mfululizo, klabu ambayo ni nambari tano barani y Afrika kwa ubora. Jamani, ni kweli hayo? Kwa hiyo mwisho wa siku tukasema hapa lazima tuwaite ili tuweze kuwaeleza ndugu waandishi habari. Eh bwana, sorry kidogo Malaika, kwa mujibu wa wa taarifa ambazo tunazo za kikachero shahili dogo Mangungu ndo amefanya usajili sasa, unaposema Mangungu anaifilisha Simba yadi, yadi, yadi watu kwa na, na hapo hapo wachezaji walioletwa ni wana profile kubwa Afrika, chama Le Passegie tunaona majina kama hakuna mchezaji ambaye profile sio shida. Profile ya wakati gani? Neno profile tunaangalia katika mpira wa miguu, mpira ambaye ni mchezo wazi tunaangaai profaili yake na wakati gani au msimu upi tunamzungumzia? Klatos Chama, Katos Chama hatulim, tu, alikuwa Simba akatoka enda walabuni akarudi Simba baadaye Ahmed Ally akasema kwamba hii bidhaa klabu ya Simba imeona hai, haiwezi kutufikisha au kutuvusha katika msimu unaokuja. Ahmed Ally maneno yake hayo, lakini akasema huyu ni duka Klatos Chama, huyu lile lile duka lile likaenda da Yanga Afrika Afrika, na pia namba. Lile lile duka lile likatoka likaenda Singida Black Stars, duka lile. leo hii klabu ya Simba mangungu mangungu et anakuja kusimama anasema kwamba Clatous Chama anapaswa kuwa dhahabu ya klabu ya Simba. Jamani, nachoka mie, leo hii mchezaji ambaye ana miaka 35 mchezaji ana miaka 35 kwenye sayari mpila mingu, mchezaji ya mpira miguu tayari mchezaji amekwisha kama Singida Black Stars ni timu ndogo inaenda kumwanzisha anaingia sabu. Je, klabu ya Simba ni klabu kubwa ambayo barani Afrika namba tano, inakuwaje huyo Mangungu ameenda kumsajili mchezaji Kibabage jamani hapo? <laughs> who are you? <laughs> who are you? who are you? who are you? <laughs> ameenda kumsajili Kibabage <laughs> Kibabage ambaye na pia mchezaji ambaye ni wa kawaida anapaswa acheze pamba jiji anapasa acheze na mungo kibabage sio mchezaji ambayo kuchezea levo klabu ya Simba sa na ndo maana hata dayanga Afrika sawa wakaona huyu bado hudumaake ni ndogo, apasi kuwa katika klabu ya dayanga Afrika, lakini bado Mangungu huyo huyo kumlazi mmesema usajiri, ndo muone Mangungu alivyokuwa ni mtu wa hovyo, anaiangamiza klabu ya Simba. Mangungu huyo huyo ameenda kumsajiri mchezaji ambaye anaitwa Gue Lebase gwe Lebase, mashine, mashine ya nini? Ya kusaga ya kukoboa, unaposema ile ni mashine mm. Amecheza mechi moja tu tayari kwamba wana Simba me ametia aibu, simadharau. <laughs> <nini ya>? <laughs> mechi moja tu amecheza ametia aibu <inaudible> mchezaji anaingia uwanjani mm, yeah. Anaangushwa tu kwamba kio chake amevaa cheni amevaa cheni ai, sio tamaduri zetu za mpira katika nchi hii au Afrika hii Senegali tunaifahamu taifa la Senegali eh, ni taifa ambalo limejaa na imani kubwa sana ya kidini. Ni mchezaji gani wa Senegali ambaye usha kumwona anavaa kikuku? Uh, tunaweza tukasema kwamba labda wao wanazificha kwa ndani zaidi, wakina wakina Sadio Mane, wakina Gie wale, wakina Ndiaye, wenda wanazo, wakina Mendi, ndugu yangu mm. kama yule mchezaji alisukumwa ali tu kaanguka ikaonekana cheni, akina Sadio Mane Sadio Mane katika Afcon ameangushwa kwenye mechi ya fainali kaangushwa mara saba sawa. <laughs> So, lakini hatujaona kuna kiashiria, lakini tumemwona mdogo wake Gwe. Make huyu Gwe ni mzee cha maajabu, na pia ambao tumechukua ni mzee Gwe original, ni yule ambaye alipatika kwamba goli la ushindi nia. Sawa, so leo hii tunaambiwa kwamba Gwe anakuja kutuletea faida kubwa kwa klabu ya Simba. Tunaangalia jamani huyo Guwe amecheza kwenye chani na elfu mbili na ishirini na nne na elfu mbili na ishirini na tano Chani hajacheza biza yake ni ndogo, uwezo wake ni mdogo, mdogo. Ameachwa na Senegali ambayo hiyo chani. Maana ya chani, labda uh, uh, uh, mashabiki hawaelewa Simba <laughs> sawa. Naposema chani ni michuano ambayo ni ndani ya ndani ya hilo bara la Afrika, wachezaji ambao wanapaswa kucheza ni wachezaji wa ndani bara la Afrika, kama wewe mchezaji huko ndani ya bara la Afrika Alafu, hujaitwa kwenye chani. Maana yake wewe ni anda dogi. Alionyesha kiwango bora sana elfu mbili na ishirini na nne ebasno, alicheza chani iliyoisha, zebase hakuitwa kwenye kikosi cha timu ya Senegal iliyoisha ilifanyika Afrika Mashariki. Na ndiyo maana nimesema. Hmm. Nimesema elfu mbili na ngapi na ishirini na nne, lakini bado lebase, performance yake ya misimu hii iliyopita, sawa sio? Yaani, kwa nini Simba tunaenda kuchukua matapishi? mm. Aya, tunaenda kum, kuna mchezaji naye pia tunamchukua, tunaenda etu, tunampamba naye pia. Yule anaitwa ni tule situle, sijui Ismaili Olivia, tule fundi <laughs> nachoka, ndugu yangu pacha. Hebu naomba hebu naomba uniambie kwamba wanaposema eti eti Ismaili si unani tule, ni fundi tule, ana ufundi gani? Okay, niambie tule amtoka klabu gani? Yule amepita Asec Mimosa, amepita ametoka, mpaka saa hivi angia Simba. E, alikuwa Uarabuni huko <laughs> nachoka mie mm. sisi Simba tunaokota tuna wachezaji, alafu oh, oh. baada ya msimu ukimalizika mm. wote tunawafanya tunaondoa, lakini pia kuna mwalimu wa Pacome Zouzoua alikuwa anamweka bench aniset ah. aura <laughs> naye huyo pia ni usajili mbovu. <laughs> <laughs> Hey, bwana mimi niseme kwenye klabu ya Simba kabla pacha hajaongea kwenye klabu ya Simba ndugu waandishi wa habari na Watanzania na Simba wote, Simba hata kama sasa hivi tumlete Cristiano Ronaldo mm. hata Simba tumlete Lion Messi, lakini pia tu mix tumchukua na kocha Pape Gadiole sawa <laughs> haja kwenye klabu ya Simba, lakini kama kiongozi anakiongoza klabu ya Simba Sports Club, so Mangungu, mimi nakwambiaje, tutaonekana sisi dogi na hata ndugu zetu hawa pinzani hawa pinzani mm. hawa pinzani lazima fika mara sita, si ndio? Maana nimesema kwa hawa kwa namna uongozi wa Mangungu, baada ya kuwekeza kutatua tatizo, anaongeza tatizo la kuweza kuwanunua mashabiki ili wasimseme. Mana yake eye ataki kusemwa, ataki kukosolewa. Binadamu gani duniani ambaye yeye yeah, yuko perfect kuliko watu wote? Maana yake Mangungu ni mnoma madaraka Mangungu na pia yuko pale kwa Masai na mimi na wasiwasi imewezekana yule ana yule unyevunyevu na Yanga Afrika yule sio sio sio yaani sio si kwa sababu mambo ambayo yanaendelea kwenye klabu ya Simba siri yule golikipa yule yule golikipa. Mimi sijajua huyu hajajua nani amjajua, tayari Alikamwe alishasema kuna golikipa anakuja kwenye klabu ya Simba na akamtaja jina, kwa hiyo bado mambo ya klabu ya Simba yazidi kuwa mabaya, kuanzia kwenye kwenye siri hatuna sawa na hatujawahi kumkamata mtu ambaye anatoa siri kabla ya simu. Sasa nani anatoa siri? Sasa ina haja gani ya kuandikia mate wakati wewe upo kama mwenyekiti? hajawahi kusema na kukemea, hatujawahi kumsikia kukemea, na mwisho wa siku kila siku anazidi kutudanganya. Hana toa siri pale ni mangungu huyo huyo <laughs> mwenyekiti kama amekaa kimya, maovu ya klabu yake anaendelea, asemi na akemei, maana yake huyo mwenyekiti ndio anayetoa siri au anapenda kila ambacho kinachoendelea siuaduli kwa hiyo nachokizungumza, nazungumza kitu ambacho ninakiubwa sana kwenye juu ya maswala ya utawala wa mwenyekiti. Mi mwenyekiti Mangungu hata haja hapa mm. nitamuuliza maswali ambayo kwa kutumia nafasi yake hiyo ya ya mwenyekiti yaani, mm -hmm. aniambie tafsiri maana mwenyekiti nyingi, kwa sababu nimepitia kwenye taasisi nyingi, haijalishi za mpira, hata taasisi hizo binafsi, najua maana cheo cha mwenyekiti nini. Lakini Malaika, mmekuwa mnalaumu sana upande wa mwenyekiti. Kwa nini upande mwingine kwa nini upande mwingine hamzungumzi? Kila kukicha ni Mangungu, Mangungu, Mangungu, why Mangungu? Sasa kwani Mangungu, Mangungu ni nani? Mangungu ni kiongozi wa wanachama kabla ya Simba, lakini wapo viongozi wengine. Nisikilize, Mangungu ndio tuliomchagua wanachama wa waze Simba, wazee wa Simba, wanachama, maana kabla ya Simba sasa hivi na wazee tu, wanachama al Yaani, wanachama wa Simba wazee nimefinyiwa. Um, sio dhambi. Ah, sina maana hiyo, sina maana hiyo. Hiyo ishu ni moja kwamba wanajua kwamba <t skekama>, wanafurahi <fly>. Hichi ambacho tukisema ni cha kweli mwenyekiti. Uh, Mangungu narudi Mangungu, Mwandishi kumlazim Mangungu Mangungu sisi tuna uwezo kumlaumu sisi, wanachama wa klabu ya Simba na mashabiki wote wa nchi mzima wa klabu ya Simba, hatuna uwezo wa mamlaka ya kutoka kwenda kumwataki modeuchi kupitia katiba yetu, namna jinsi ilivyo sisi hatuna uwezo kumwataki, kumwataki magoli. Katiba yetu inatukataza sisi, chaka letu, chaka letu sisi ni Mangungu ambayo sindo tulimchagua, haijalishi mimi sikumchagua, lakini wanachama wa klabu ya Simba wao ndio walimchagua kwamba hawe kiongozi na pia msimamizi mkuu kwenye klabu ya Simba. Sasa tusipo msema Mangungu tukamsema nani? mujibu wa katiba yetu, na ndio maana Yanga Afrika wao hawana mwenyekiti, wao wana rais, sijui waliona haya mambo, haya mambo waliyaona kumlazi kabla sijafika huko, pacha unachomsema